Jina la Bwana libarikiwe sana. Usikata tamaa, inua macho yako mtazame Bwana, inua macho yako mtegemee Mungu na utaona kila ambacho yeye atakifanya. Anaweza akafungua njia mahali ambapo hakuna njia. Kuna mambo mengi ambayo ya yanaleta hofu na mashaka kwenye maisha yetu, lakini atukuzwe Mungu awezaye kuwapigania watu wake. Inua macho yako mtazame Bwana, na yeye atatupigania. Jina la Bwana libarikiwe sana. Anaomba Mungu akizuia malalamiko, anamwambia Musa, kwa nini unanililia mimi? Waambie wana Waisraeli wa waendelee mbele. Wao Waisraeli binafsi walifika mahali ambapo walalamika, kutokana na yala ambao wamekutana nayo kwenye bahari ya Shamu, wakajikuta wakilalamika, wakinung'unika, maana hawaoni kuna namna na kuna njia lakini Mungu anasema waendelee mbele. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hatupaswe kulalamika na kunungunika. Malalamiko na manungunuko huhuzunisha moyo wa Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Ni bora kumtafuta Mungu, ni bora kumlingana na Bwana, na Mungu atatoa msaada kwenye maisha yetu. Mungu hapendi manungunuko na malalamiko. Malalamiko imekuwa ni mchango ndio wafuata wa Israeli pia wa wateseka kwenye bahari kwenye jangwa kwenye ile jangwa, ni kwa sababu tule manung'uniko mengi ambayo wametengeneza kwenye maisha yao. Kwa wakati mwingine, malalamiko yanapokuwepo na manung'uniko kwenye maisha ya watu husababisha mkono wa Mungu ushindwe kufanya kazi, na ndio maana tunapaswa kumtazama Bwana, kumtegemea hata kwenye nyakati ambazo ni za shida, baadaye anaweza akatusaidia na bado mlango unaweza ukatupatikana utakaotugusha na kutusaidia katika maisha yetu. Malalamiko hayajawahi kutoa njia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na manung'uniko huleta kukwama. Kuna watu wengi wameshindwa kuendelea mbele kwa sababu ya kuruhusu manung'uniko na malalamiko kwenye maisha yao, wakajikuta wakakwama mahali hawawezi kuendelea mbele, ndicho kilichowakwamisha Wana wa Israeli walipokuwa kwenye safari, na hata hapo walitaka kukwama, lakini kwa sababu kulikuwepo na manung'uniko na malalamiko. Bwana Yesu anatusaidia sana tukimtafuta. Bwana mikononi mwake kuna msaada, tukimtafuta Mungu mikononi mwake kuna ushindi. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Kwa hiyo, hawa pamoja na kuwa jambo kubwa na zito lilikuwepo mbele yao, Musa anasimama nawatia moyo Musa anasimama, anawaonyesha jinsi ambavyo yuko Mungu anayeweza kutupatia njia mahali ambapo hakuna njia. Yuko Mungu ambaye anaweza akagawanya mahali ambapo ilikuwepo mbele yao. Ingawa Musa binafsi wala hakujua kwamba ni kwa njia gani itatokea, lakini kwa kuwa alikuwepo Mungu, Mungu akatengeneza njia. Mungu anaweza akatengeneza njia mahali ambapo hakuna njia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na tunaweza tukauona mkono wake ni maana wale hawa mnao waona hamtaka waone tena ni kitu gani kitakachotokea musa alijua kuna mungu anayeweza kuingilia kwenye nyakati ngumu kuna mungu anayeweza kuingilia kwenye mambo yasiyowezekana kuna mungu ambaye ni mkuu kuliko hali ya mazingira iliyopo kwamba yeye ni zaidi ya mazingira bwana asifiwe sana amen unajua kuna magonjwa wakati mwingine anakatisha tamaa. Magonjwa wakati mwingine, kuna magonjwa ukitajiwa, unaona basi unaanza kuona tu mlango wa kaburi uko hapo karibu, lakini Mungu akiamua, hakuna ugonjwa unaomshinda. Amen, jina la Bwana libarikiwe sana. Sio kansa, sio kitu gani, anaweza kufanya jambo lolote. Akiamua, anatenda. wala asifiwe. Ukiona hajafanya ni kwa sababu nikusababu aliruhusu jambo hilo litokee, lakini hakuna ugonjwa, hakuna shida ambayo imewahi kuwa juu ya uwezo wa Mungu. Ndio maana anapenda magonjwa yote, alifanya vitu ambavyo si di, ya kawaida jamani, haleluya, kwa sababu yeye ni Mungu, yeye ni Mungu mkuu, yeye ni Mungu anayeweza. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa tunapaswa kumwamini, tunapaswa kumwangalia, tunapaswa kumtegemea, alafu yeye anaweza akafanya njia pasipo na njia. Usibaki kwenye eneo ambalo ni la kukata tamaa, usibaki kwenye eneo ambalo huna matumaini, usibaki kwenye mazingira ya kuona haiwezekani. Haitakuwa, bado inawezekana, bado Mungu analo jambo, bado Mungu anaweza akafanya kitu mahali ambapo kwenye mazingira ya kukatisha tamaa. nakikuta kile mtaleka Besaida pale mahale ambapo uh, malaika walikuwa nakuja kuyatibua maji. Anasema kasema kulikuwapo na yule mgonjwa aliyepa miaka thelathini na nane. Pana Yesu anatokea anamuuliza, unataka kuwa mzima? Yeye anasema sina mtu wa kulitia birikani, kanza kulalamika na kunumunyeka, mimi sina mtu, wengine wana watu wao malaika anapo yatibua maji, wale wenye nafuu wanatupwa na ndugu zao wanapokea uponyaji, lakini mimi miaka thelathini na nane sina mtu tena wa kunitia birikani. Ni e kama mtu amejikatia, kama kwamba hawezi kuinuka tena. Hapo ameona kwamba safari ya maisha yake miaka thelathini na nane yakukaa pala akisubiri msaada, kwamba hakuna njia nyingine, hakuna namna nyingine. Jinsi ambavyo amekata tamaa zinazoonyesha jinsi ambavyo anaweza kuwa kabakia kwenye mazingira yale, maana hana mtu wa kumsaidia, amejipatia tamaa na safari miaka thelathini, na sio madogo. Bwana Yesu atusaidie sana, sio madogo, lakini ashukuriwe Mungu. Hata kwenye safari ndefu, yeye anaweza akatokea. Hata kwenye mambo ambayo yamechukua muda mrefu, yeye anaweza tu inuka jitike godoro lako. Yeye hakutumbukizwa kwenye maji tofauti na wale wengine ambao wameishia tu kwenye kutumbukizwa kwenye maji. Huyu akapokea muujiza wake akiwa hajaingia kwenye maji. Maana amekutana na Bwana wa mabwana, maana amekutana na Yesu ambaye ndiye Bwana wa uponyaji. Bwana nibariki sana. Amina, nyanyua godoro lako, nyanyua godoro lako uende. Akajitika godoro na akaanza safari kuelekea nyumbani. Ashukuru yule Mungu, usibakie hapo. Mwombe jana usibakie wapi? Usibakie hapo. <tuhi> Wewe kuna mahali umekwama. Wewe kuna, kuna mahali tu umekwamia hapo. Wewe kuna mahali tu umejikuta umeishia tu mahali fulani, una mawazo mengi. Una maswali mengi ambayo hayana majibu. Una mambo mengi ambayo yanakukatisha tamaa. Ndio maana tamaa ni kurudi nyuma. Hapana, hebu endelea kuinuka na kumwangalia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kati vile unakata tamaa kwenye huduma na kwenye safari ya wokovu, usikate tamaa. Bado yuko Mungu, bado kuna njia, bado kuna mlango, bado kuna mkono wa Mungu naoweza kukufungulia njia mahali ambapo hakuna njia. Jina la Bwana libarikiwe sana Sibakie hapa, hata kama ni kwenye mambo ya kifamilia, mambo ya kiuchumi, bado mwamini Mungu, bado mwamini Bwana, bado mtegemee yeye, anaweza akafanya njia mahali ambapo hakuna njia. Ndio maana Musa anasema Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Imesema kuna wakati utafika ambapo huna namna ya kujitetea, unahitaji tu kumngoja Bwana na Mungu hu jina la Bwana libarikiwe sana. Amewatetea watu wake wengi waliomtazama, amewatetea watu wake wengi waliomtegemea, amewatetea kwenye changamoto na kwenye majaribu mbalimbali ambazo wamekuwa nazo kwenye maisha yao. Jina la Bwana libarikiwe sana, simakie hapo, mwamini Mungu, anaweza bado. Jina la Bwana libarikiwe sana. Yesu anafika kwa Lazaro wakati amefariki anawakuta dada zake Mariamu pamoja na Martha wako pale, wamekuwa na mazishi, waja wameugusa